Kituo hiki kina line kuu tatu ambapo tunapokea line moja kutoka Geita ambayo ndio gridi ya taifa ambayo inaanzia kutokea Tagamenda kutoka kwenye generation Tagamenda Zuzu mpaka hapa, lakini pia kituo hiki kinapokea line ya pili ya kutoka Rusumo kama mnavyoiona nadhani mmetokepo kule. Sio hivyo tu kituo hiki kina line ya tatu ambayo inapeleka Kigoma ambazo zote ni line za 220 kV au mia mbili na ishirini kilovolt lakini pia kituo hiki kina transfoma umba au mashine umba mbili zenye uwezo wa 40 40 MVA ambazo zinasaidia kupunguza kiwango cha ja voltage kutoka 220, au kwa Kiswahili tunaita uh, transforma transforma pozo, kutoka 220 kwenda 33 kwa ajili ya matumizi. Uh, sio hivyo tu, kituo hiki kina kina compensation equipment. Nikisema compensation equipment Uh, ni vifaa ambavyo vinaweza kupunguza voltage kuwa kubwa na kuipeleka kuwa stable kwa ajili ya standard ambayo itahitajika kwa kwa matumizi. Kuna reactor ambayo tunaita kwa, kwa kizungu tunaita reactor. Eh, uh, tuna reactor mbili ambazo zinasaidia kupunguza uh, kiwango cha voltage ili iende standard ya voltage kama ilivyohitajika. Uh, tukija kwa upande wa vilishio sasa kwenda kwa wananchi ambapo ni level ya voltage ya 33. Hapa tuna fida kuu nne ambazo ziko active lakini nikisema fida kuu namaanisha vilishio na nikisema nne sio kwamba zinaisha sehemu nne, na zaidi ya wilaya kama saba mpaka nane ambazo ni mikoa mitatu kiujumla. Na mkoa Kagera ambapo tunalisha wilaya ya Ngara, wilaya ya Biaramlo wanapata umeme kutoka hapa, uh, mkoa Geita tuna wilaya Chato umeme unatokea hapa, uh, kuna wilaya tunaita ni, Bukombe na Mbogwe kwa Mheshimiwa Naibu Waziri Dr. Biteko. Tunakuja kwa Kigoma tunapeleka umeme wilaya ya Kakonko mpaka Kibondo. Kwa mkiangalia tuna eneo kubwa sana la laku, la kupeleka umeme kwa kwa matumizi ya wananchi. Ambapo kituo cha kwanza kinachopokea umeme kutoka Rusumo ni Nyakanazi. Na Rusumo anatupatia megawati 27 inchi kama inchi. Kwa hiyo hizo megawati 27 tunapokea sisi kama sisi. Sasa inategemea na matumizi ya wananchi. Kwa mfano aliyokuwa analisha wilaya zote hizi nilizozitaja tuna zaidi ya megawati 19. Sasa wakileta zote ishirini na saba, ina ina maana kuna megawati zingine zinabaki bado zinaingia kwenye mfumo wa gridi. Zitaelekea wapi? Zie, ziende aidha Kigoma au zirudi Geita. Kwa ajili ya matumizi. Kwa sababu siku zote, flow ya umeme inafuata palipo panajipanda uhitaji wa matumizi. Kanda huu hasa mikoa hii gridi ya taifa ilikuwa haipo. Tulikuwa tunatumia mafuta. Sasa mafuta ilikuwa na cost kubwa sana katika upande wa zile generator. Lakini sasa hivi mashine zote tumezima. Zote, kwa hamna cost tunautumia sana kwenye mafuta, tumepunguza kosti, lakini pia matumizi kwa wananchi yameongezeka kwa sababu tuna uwezo wa kuwapelekea watu wengi sana. Tunataka kupanua kituo kwa ajili ya kuunganisha grid nzima ya taifa kwa sababu ukiangalia kuna mikoa mingine, kwa mfano Sumbawanga, Sumbawanga tunapata umeme kutokea Zambia. Kwa hiyo tunataka tutengeze link circuit ambayo itaunganisha grid yote, kwamba watu wote ndani ya Tanzania tuwe na mfumo ambao uko connected, afu baadaye tuweze kuuza nje ya nchi.